Cristiano Ronaldo Jr. aliyezaliwa tarehe kumi na saba mwezi Juni mwaka 2010 huko Marekani ni moja kati ya mtoto wa star mkubwa wa soka duniani Cristiano Ronaldo. Tangu akiwa na miaka minne Ronaldo eh, Jr. aliweza kuonesha kipaji chake cha mpira akicheza viwanja ambavyo baba yake ameweza kuvicheza. Akiwa na umri wa miaka minane hadi kumi na moja aliwahi kuwa mfungaji bora kwenye akademi ya Juventus, kisha akaamia Manchester United na kuendelea kung'ara. Ronaldo leo hii Jr. Ameanza rasmi mazoezi yake kwenye timu ya taifa ya vijana Ureno chini ya miaka 15. Hatua hii ambayo inaweza kumpa nafasi kubwa sana ya kuendeleza kipaji chake lakini pia jina la familia yake. Mazoezi hayo, mjukuu huyo ameambatana pamoja na bibi yake Maria Dolores ambaye ndiye mamake mlezi wa Ronaldo. Hakikisha kwamba kipaji cha mjukuu wake kinaendelea e, kung'aa lakini pia kuendeleza nidhamu katika soka. E bana, Ronaldo Jr anaonekana kurithi kasi e, lakini pia chenga na ufungaji wa baba yake huku akijitengenezea jina lake yeye mwenyewe. Wachambuzi wanasema kwamba kijana huyo ana nafasi ya kuja kuwa star mkubwa zaidi duniani kwa sababu ana damu ya mpambanaji, lakini pia pata support kutoka kwa wazazi wake ambao wanamzunguka. Kama unavyofahamu kwamba kwa sasa hivi eh, kwa mazoezi ambayo anaendeleza eh, huko kwenye academy ya timu ya taifa ya Ureno chini ya miaka 15, basi bibi yake na mwenyewe yupo bega kwa bega na kijana huyo. Tupe mtazamo wako, kwa uye mdau wa soka, kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Utakuwa umetisha kinoma noma. Till next time, bye bye.